Mikocheni na ni MC Dr. Cheni mkali kabisa ikiwa ni Disemba 6. Hongera sana MC Dr. Cheni. Asante sana. Wengi wanahisi labda pengine Disemba Disemba ni ngumu lakini kwako kwa inakuwa kwa ina ni esi sijui kuna siri gani. Uh, siri gani si ufanyaji wa kazi tu. Fanya kazi nzuri basi. Watu wanakupenda, wanakupa kazi. Njana kwa Disemba hii umekula sherehe kama ngapi hivi kwa rakaraka nzito? Ah, uh, wala sio nyingi za kawaida tu sisi tuko nasema low profile. Kwa hiyo watu wanaona tu kama kazi zinaendelea yes. Narudia sana kukuuliza swali kwa sababu bado levo ya Dr. Cheni iko pale pale, haijai kushuka, inazidi kupanda. Zile kazi ngumungumu nzito unakabidhiwa wewe, sija, kuna siri gani kubwa inaendelea baina yako na wahusika wanaokukabidhi majukumu hapa na pale, ushereshaji? Ukiheshimu kazi na enyee, itakuheshimu. Ukiheshimu kazi, ukiwaheshimu watu, wataendelea kukuheshimu, wataendelea kukupa kazi. Ukiheshimu kazi na nyee, itakuheshimu. Kumba. MC alisikika akisema kwamba unamchawia e, na tulijaribu kutafuta e, naislama nice pengine ni ubizi wa kazi, lakini nilikuwa nataka uweke wazi juu ya hili e, Mtama na wewe, nini kinaendelea? Uh, sasa mi sina la kusema kama aliona hivyo, sijui alioteshwa eh, yaani anamjuaje kama huyu mtu ni mchawi? Anasema, alisema alikuta paka usiku kwenye mlango na anakutaja na jina. Kwa maana anasema alijuaje kama huyu ni mchawi? Kwa nini alijua hivyo? Kwa sababu yani, kitu gani kilichomfanya ajue kwamba mimi nimemroga? Siwezi kuzungumzia hilo jambo. Unamrogaje mtu ambaye anaingia kwenye UMC mimi ni mmoja katika watu ambao walikuwa wanampa kazi, na sio kwamba ameingia tu kwenye ofisi. Mpaka kesho mimi nikija huwa nampa kazi yeye, lakini ungemuuliza yeye, mara ya mwisho lini au siku gani alishawahi kunipa kazi, yani kusema bwana mimi nimejaa leo, au bwana labda wateja wamekwenda kwake afu akawaambia jamani, mimi sikio na, nafasi sina, hebu mchukueni Cheni tangu ameanza UMC lini amefanya? Alafu kwa hesabu ambazo mi nimempa kazi, kazi ngapi ambazo mi labda nimejaa namwambia fanyeni na Mtamah, ni kazi ngapi ambazo nimempa tangu ameanza UMC, alafu ndo atapata majibu sasa. Mtu ane unempa kazi karibuni kazi hamsini au kazi ishirini, iye hajawahi kupata kazi moja. Mimi sio sikumjibu chochote. Unatajwa kwamba ni kiongozi wa amani, kwa sababu nilishashuhudia kwenye moja media na ni media kubwa, ukipatanisha watu ambao kwa muda mrefu walikuwa ni maadui, Samufi pamoja na Mkojani ulihusika sana, kuna mmoja ama nyingine, Cheni kuwapatanisha. Lakini hizi romansi ambazo zinaendelea kwenye mtandao wa kijamii kukuchafua wewe, watu wa design hii unawaambia nini? Lakini pia kwa heshima yako ulionao kwa nchi hii ya Tanzania na ushehereshaji kwa ujumla, una rai gani kwa watu wanaotazama hapa? Uh, mimi narudia, narudia tena siwezi kusema chochote wanachokisema, waseme, wanachokidhania, wakidhanie, lakini bado Cheni atabakia kuwa Cheni. Sipo kwa ajili ya kulumbana na mtu, sipo kwa ajili ya kuvutana na mtu. Mtu aseme anachojisikia, nitamwangalia tu hivi. Tumeenda kwa riziki, riziki anapanga Mungu taendelea kuwa mvumilivu kwa maneno ya kutengenezwa vyovyote vile lakini tumwachie Mungu, mi namwachia Mungu. Mungu ndo kila kitu. Tuingie kwenye swala la kadi yako okay. Sijajua mpaka sasa hivi app ya kadi yako au system wa ya kadi yako inaweza kuoperate watu wangapi katika event, nataka utuchambulie hili maana ni jambo gani, lakini ni jambo ambalo limepenya lime sana kwa urahisi kupitia wewe na sasa hivi ana masuala. Maana the way ambavyo ulikuwa unaanzisha hili jambo ni kwamba ulikuwa unapunguza ile kuwaibisha watu e, lakini angalau mtu aibike, angalau electronic unaweza kufanya kazi kwa namna yake, labda utupe tu maendeleo kuusana na app e, yetu hii ya kadi yako hapo ya kadi yako inafanya vizuri na inawasaidia watu ambao wa wanaandaa sherehe, kwa sababu ndio inarahisisha, unajua eh, inarahisisha jinsi ya kualika wageni wako. Huna sababu tena kuanza kuangaika na makadi ukaanza kuzunguka nayo kutwa nzima, unamtafuta mtu si yuko Kisarawe, unamtafuta mtu si yuko Mbagala, unamtafuta mtu si yuko Tegeta. Hizo ruti unazopiga hazina sababu sisi tunakurahisishia, tunaingiza kwenye mfumo, unatupa majina, majina ya wageni wako, unataka iwe single au double, na namba yake ya simu. Akiwa nyumbani ametulia, kadi namfikia, na wewe ukiwa nyumbani kwako una sababu ya kuhangaika. Na pia naendelea kuwaambia Watanzania, ukiandaa sherehe yako una sababu ya kuhangaika, kwanza kukimbizana na ku, kuangalia nimpelekee kadi mtu fulani yuko sehemu fulani, sehemu fulani tutume sisi, tunaitwa kadi yako, tutume sisi, tuko tayari kukuhudumia, watumia kadi wageni wako wote kwa wakati mfupi sana, yani ndani ya nusu saa wageni wako wote tayari wameshapata kadi za mialiko bana. Mpaka hapo mimi sina la ziada, hilo ni fundisho kwa Big MC Dr. Cheni kwamba Disemba hii watu wanachukulia labda tofauti, ni nzito, lakini kwa kwak kwa imekuwa kwa kwa kwa kwa nyepesi sana eh. huu ni ukubwa na ufanisi wa kazi nzema. Mimi naitwa Abra 255 kutoka Bongo Five, bila kuwa nasi kwa update zaidi. Hii hapa bana Cheni, bana.